Kawaida siku ya Jumanne huwa tunaangazia masuala yote yanayohusiana na afya, na siku ya leo tunatizama usalama wa afya kwa wafanyakazi mahali pa kazi. Na tumeanza kuona kwamba kuna matukio pia mengi yameweza kutokea, wafanyakazi kuweza kuumia ama wengine kupoteza maisha katika sehemu ambazo wanafanyia kazi. Hii ni kutokana na kwamba kutokujali usalama wa wafanyakazi mahala pa kufanyia kazi, lakini pia kutokuona kama kuna umuhimu na wengine huwa wanachukulia na kupuuzia. Siku ya leo tumeona ni jambo la kuweza kulizungumzia kwa sababu tunaweza tukabadilisha swala hili ni 2016 tukianza na swala hili kwa sababu mfanyakazi ni kitu cha muhimu sana katika kitu chochote ama katika kampuni yoyote, huyo ndio anayesababisha pia uchumi uweze kupanda. Hivyo kumjali mfanyakazi ni jambo ambalo linapaswa kuweza kutiwa kipaumbele ili kuweza kusababisha vitu vingi viweze kuendelea mbele kwa sababu inapotokea maafa yoyote hapo ndipo tatizo linapoanzia. Mimi ni Chupa Kigoya Mbwene, nitakuletea mjadala huu kwa upande wa wa Mwanza, lakini siko peke yangu nitakuwa naye Josephine Mwaiswale kwa upande wa Dar es Salaam. Kwa upande wa Mwanza niko naye Mja Muhamedi. Yeye ni meneja ambaye yuko kanda ya ziwa ya Mwanza katika suala zima la kampuni ya OSHA. Hawa wanakuwa wanajali sana na masuala ya wafanyakazi na usalama wao pamoja na afya sehemu zao wanazofanyia kazi. Karibu sana na nakushukuru. Hivyo tutaweza kuongea vitu vingi sana kuhusiana na usalama. Tunapokuwa tunazungumzia usalama mahala pa kufanyia kazi, inakuwa na vigezo gani? Pia tutaweza kuongelea vitu vingi sana, nini ambacho kinasababisha sehemu nyingine pasiwe na usalama wa kufanyia kazi. Pia wapo wengine ambao wanakimbia wana, wanachingana pengine na, na, na hawa mamlaka husika ambao wanahusika na usalama kisa tu hawataki kuweza kuweka kuimarisha sehemu ambazo wafanyakazi wao wanafanyia kazi. Kama wanahitaji kushiriki na sisi, ni rahisi, nenda moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook Tuongee Asubuhi, andika hoja yako pale, ama andika swali ambalo ungependa kuweza kufahamu siku ya leo, na moja kwa moja kwa hapo baadaye nitasoma ujumbe wako kabla uh, sija kuaga na pia tuweza kupata majibu ambayo umeuliza kupitia ukurasa wetu uh, nikukaribishe uh, mjawa moja kwa moja. Kwanza tuanze kuzungumzia wengine wana, wanajua OSHA, lakini hawafahamu, ni wachache sana ambao wanafahamu. Nikizungumzia OSHA inakuwa na maana gani? Hebu tuanze hapa. Asante. Kwanza OSHA ni kifupisho cha maneno ya mm. Uh. Kiingereza ambayo ni Occupational Safety and Health Authority kwa uh. Kiswahili wanaita wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. uh. Wakala huu ulianzishwa na sheria ambayo inaitwa Executive Agents Act ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba ambayo ilikuwa ni act namba thelathini ndo ndio ilianzisha wakala huu. Wakala huu ulianza rasmi tarehe 31 mwezi wa nane mwaka elfu mbili na moja mm, hiyo ndio OSHA -hmm. na majukumu ya OSHA ni kuhakikisha kwamba sehemu zote za kazi Tanzania bara zinakuwa zinatii masuala ya afya na usalama kwa wa wafanya kazi wao na mnawezaje kuona kwamba kwa Tanzania wote kwamba sehemu zote ambazo kuna wafanyakazi maeneo yale ni salama? Eh, kwa sasa hivi tuna kanda sita, tunafanya kazi kikanda. mm. tuna kanda ambayo ni ya kanda ya ziwa, kuna kanda ya pwani, kuna kanda ya nyanda za juu kusini. mm. kuna kanda ya kusini na kuna kanda ya kati. mm -hmm. na kanda ya kaskazini pia mm -hmm. kwa kila kanda ina mikoa ambayo imejumuika me, katika ile kanda mm -hmm. kwa mfano kanda ya ziwa tunahudumia mikoa sita mm -hmm. kwa hiyo tunakuwa tunapanga mpango kazi wa kuweza kupitia katika maeneo yote ambayo yapo katika eneo letu la kazi na kupitia huko mnapitia kwa kuwataarifu, napita kwa kushtukiza kama ambavyo ziara za rais wa uh, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anavyofanya ah uh, inategemea kuna wakati mwingine tunakuwa tunakwenda kwa kushtukiza ila wakati mwingine tunakwenda kukotoa taarifa mm -hmm. kwa sababu kuna baadhi ya vifaa ambavyo tunavikagua vinahitaji kwanza vifanyiwe maandalizi mm -hmm. kwa mfano boiler kuna wakati unatakiwa ulipime likiwa limepoa mm. Na kuna wakati mwingine unatakiwa ulipime likiwa katika na moto, kwa hiyo mm. watu wale huwa tunawapa taarifa, inategemea na sisi tunakwenda kupima kitu gani? mm -hmm. Kwa hiyo huwa tunawapa taarifa wakati mwingine. Na mpaka niseme ni kwamba uh, mahala hapa kazi pana usalama, unakuwa unazungumzia usalama upi zaidi? E, e, usalama ni ni, ni neno pana sana mm, lakini kwa sisi hasa huo tunaangalia, huo tunaangalia e, huo tunaangalia mi, e, tukienda katika sehemu ya kazi usalama ambao tunaangalia ni katika mitambo mm, mashine na swala la umeme mm -hmm. Kwa hiyo tunachofanya tukifika katika sehemu ya kazi tunapima umeme mm, kuangalia je, umekidhi vigezo mm -hmm. Na kama hajakidhi vigezo basi tuta tutamweleza , tutaandika ripoti ambayo tutaonyesha mapungufu yake mm. na anatakiwa, tutampa muda arekebishe yale ambayo anatakiwa arekebishe vile mm -hmm. vile ikija kwenye mitambo, tutakwenda kukagua mitambo. Kwa mfano kama mashine, tutakuwa tunaangalia tunaangalia zile sehemu ambazo ambazo zinazunguka ambazo zina mikanda. Tunaangalia je, ameweka gadi, sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa anapita pale, labda nguo yake ikashikwa na mkanda mm. aka- akadhurika kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaangalia. vile vile pia katika mitambo kuna mitungi ambayo tunaikagua mm. Kwa mfano kama hii mitungi ya hewa eze, air receivers zinatakiwa zikaguliwe kuangalia je zile safety valve zake zinafanya kazi je? mm -hmm. watu wana drain maji katika zile mitungi. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ndio tunakagua katika usalama. Kwa mfano, kuna kuna matukio mengi ambayo tumeona, tumekuwa mashahidi yanatokea. mm -hmm. Uh, tuzungumzie suala zima la labda migodini, tunaona wafanyakazi wengi wanafukiwa na vifusi na nini, ninyi hapo mnakuwa mko wapi? E, ile inapotokea. Uh, hali kama ile muhusika mm. kwanza anatakiwa atoe taarifa, kuna utaratibu ambao huko. Kwa hiyo katika eneo la kazi kwa mfano kama mgodini, kunapotokea ajali anatakiwa amtaarifu uh, um, mkaguzi mkuu mm. ndani ya masaa 24 kwamba amtaarifu kwa, kwa simu kwamba bwana kuna taarifa, ili mkaguzi mkuu aweze kumwambia eh, meneja wa eneo husika kwamba kuna tukio ambalo limetokea sehemu ya kazi mm -hmm. Na sisi ndio tutakwenda sasa, kwenda kwenye ile eneo la kazi kwenda kuchunguza ajali ile ilisababishwa na nini. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuja na ripoti ambayo itaonyesha kwamba kulitokea labda na kitu hiki na hiki ndio kilichosababisha hiki kikatokea. mm. Na hii na sababu e, tunafanya hii uchunguzi huu ili kuzuia ile ajali isiweze kutokea tena wakati mwingine. mm. Kwa hiyo wakati mwingine, mm. e, watu wa sehemu za kazi wale ndio wanakuwa hawatupi taarifa, mm. au unakuta taarifa inakuja <coughs> baadaye. Lengo hasa la kutoa taarifa ndani ya saa 24 ili tuende katika eneo la kazi, mm. kabla ile sehemu haijavurugika tuweze mm. kupata uhalisia ile. mm. mm. na vipi kwamba inatokea ina, ina, ina hivyo mnaenda lakini kuna wale uh, wao wanawatisha wana, wana wafanyakazi. usalama wa mwajiri na mwajiriwa uko wapi? kwa mfano limetokea tukio lakini mwajiriwa hawezi kuja kwenu, kujia kujia kwa ajili ya kuweza kuliripoti. Sasa hapo usalama wa mwajiri na haki yake? Hapana, katika katika sheria ya afya na usalama kuna kifungu ambacho kinaelezea kwamba mtu atakapotoa taarifa asiadhibiwe kwa zile taarifa ambazo amezitoa. mm. kwanza pia e, ni sisi kama mamlaka tunakuwa na siri mm. Kwamba tunapopata zile taarifa sio lazima tuende tukaeleze kwamba ni fulani ametuelezea mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunatoa wito kwamba, kwa mtu kama kuna tatizo lolote katika sehemu ya kazi, ataweza kutupa taarifa, na sisi tutaielezea ile taarifa katika uhali wa usiri, bila au yeye au mwajiri wake kufahamu mm -hmm. Kwa hiyo sisi tutakwenda tupale, tutafanya kazi na yeye, hata kwa victimized kwa ile taarifa aliyotoa, kwa sababu uh, wengi wanaogopa kwa sababu linda maslahi ya kazi zao hivyo inakuwa ngumu sana kwa wao kuweza kutoa taarifa ambazo zinatokea katika sehemu zao za kufanya kazi. Lakini hemu tuzungumzie swala zima la usajili wa, wa, wa, wa makampuni kuja kwenu. Hmm. Yeah, katika swala la, la usajili, kwanza usajili sio hiari. We, usajili ni lazima. Hmm. Katika sheria ya afya na usalama mahali pa kazi sheria namba tano mwaka elfu mbili na tatu inataka kila mtu mwenye sehemu yake ya kazi aweze kujisajili na OSHA. Mm. -hmm. Hii ipo katika kifungu cha kumi na sita kifungu kidogo cha kwanza mm -hmm. ambacho kinaelezea masuala ya usajili. Mm. -hmm. Eh, baada hapo ukija kwenye kifungu cha kumi na saba kifungu mm -hmm. kidogo cha kwanza kinaonyesha ni vitu e, gani ambavyo anatakiwa avijaze. Mm -hmm. Wakati anapo usajili anatakiwa ajaze vitu gani. Sasa sisi OSHA kukuliona hilo tukawa tumeandaa fomu za aina mbili. Mm Kuna -hmm. fomu za kusajili maeneo ambayo ni ya muda mfupi na fomu za kusajili maeneo ya muda mrefu permanent. Kwa hiyo yale ya muda mfupi yana fomu yake inaitwa OSHA 1B. Kwa hiyo mm -hmm. haya masuala ya muda mfupi hasa hasa ni maeneo ya ujenzi, maya kazi zote zinazofanyika katika majenzi, labda kwenye barabara, mtu anafanya anafanya demolition ya jengo fulani, anatakiwa aje sajili mm -hmm. na anajenga jengo lake, anatakiwa aje sajili. Kwa ile fomu ina maelezo mengi ambayo itaonyesha kwamba yeye ni contractor subcontractor, itaonyesha building permit na idadi ya wafanyakazi atakao kuwa nao na contract period, atafanya hiyo kazi kwa kipindi gani? Mm. ili na sisi tuweze kupanga tuweze kujua tuwe tunamkagua katika kipindi gani. Vile vile ukija katika uh, fomu ya OSHA 1B yenyewe ina, ina ina kwa ajili ya kusajili maeneo ya kudumu sasa. Mm -hmm. Hii ina inajumuisha sehemu se zote za kudumu, eh, kwa hiyo inaonyesha pale mtaa itakuwa mtaa gani, inaonyesha nesha hiyo kazi anayofanya. Mm -hmm. Ana vitu gani atatumia umeme Je, yeah, ana lift ya kupakiza watu, kama ni ghorofa, atakuwa na passenger lift na vitu vyote ambavyo ambavyo watakuwa na vitumia.